Ancestors ama mizimu, tulikuja duniani humu ili kusaidia vipawa ama vibali vilivyokuwa kwenye ancestors wa kale kuweza kuchipuka na kuingia katika system hii ambayo imechukua ushukani. Kumbuka katika maisha ya kale kulikuwa na matriarchy system, madhabahu ya mama ndio ilikuwa imechukua ushukani, na wakati wa madhabahu ya mama kulikuwa na vitu mbalimbali ambavyo mbali vilikuwa vinafanyika. Kulikuwa na seasons, kulikuwa na uh, uchawi, kulikuwa na vitu mbalimbali mbali. So wakati madhabahu ya mama ilishindwa na ikaangushwa uh, madhabahu ya baba ikachukua ushukani, that's why tuna injili the patriarchy system. Wakati patriarchy system ilichukua ushukani, unapata some of our ancestors kuweza kutoka, uh, kutoka crossover from the matriarchy to the patriarchy ikawa ni ngumu. Wengi wao walilazimishwa kusuppress vipawa vyao, mavibali vyao because vipawa vyao vilikuwa vinatatiza the body, because hapa sasa, hii tuko katika system ya the body, so unapata ilizimwa ama ilitatizwa, so most of them kusonga ama kutengeneza vipao vyao kuingia into patriarchy system ilikuwa ni ngumu because the patriarchy system ilikuwa ina deal na roho the bat, the ma, patriarchy system ina deal na mwili, so unapata wao kuweza kuevolve ilikuwa ni ngumu, and most of them ikabidi waingilie entities ama deities kuwainamia na kuanza kutengeneza madhabahu ili kuwapigania in the physical realm. So Tumekuja kufanya nini? Tumekuja kuwatoa katika kuabudu miungu, cha kwanza. Cha pili, tumekuja kuweza kutoa hizo vipawa na vibali ambavyo vilizimwa, kuweza kuviinua na kuviingiza katika system hii ambayo ni patriarchy system na kuweza kubalance. Tumekuja kuleta uponyaji katika ancestors wetu. Tumekuja kuwatoa kwenye miungu a mi, mi, uh, madhabahu ambao walitengeneza kwa ajili ya vita kwa ajili ya kutatizwa. So tumekuja kuyatoa hayo, na baada ya kutoa hayo, tumekuja pia kusaidia hayo ma, uh, vipawa kuyaleta in the patriarchy, on the scene. So we have come to heal. Wakati wanaambia watu jaribu kuangalia bachati yako maana bachati yako ina historia ya ancestral line yako. Mm? Na, na wakati wanaambia vifungo vya ukoo, jaribu kuingia katika somo la utatu, uangalie vifungo vya ukoo ujue unafungua nini. Kuna watu leo hii shida zenu ziko katika counseling. Yaani ukipitia counseling unapata kufunguka. Ukipitia guidance unapata kufunguka. Ukipitia uh, uh, kujisaisha katika physicality, yaani jinsi ya kukana wenzako unapata kufunguka. Kuna watu watu mashaka yenu hayuko into spirituality iko in the physical, eh? Kuna watu wanahitaji tu watu wa kutembea nao. Ndio maana huwa naambia mtu jaribu kuelewa undani wako. Get information about your life. Either kupitia kuangalia familia yako birth chart eh. Get information. Ndio upate kujua shida yako iko wapi, because we have come here to be able to ascend and evolve kutoa hizo vipawa vibali from darkness yani, zile zimezuiliwa katika giza, zimezimwa to bring it to the light na kuleta katika light, lazima tutengeneze muundo fulani. Watu wanapokuwa behind the scene wao Something that is coming on the scene. So tunapoitengeneza hiyo tukileta on the scene. It has to favor the body and the spirit. So jaribu kujua wewe umebeba vipawa gani cha kwanza kingine, utakaa vipi ama utapitia njia gani kuweza kuinua vipawa hivi na kuweza kuponya jamii na kuitoa katika matatizo na vifungo ambavyo vimewekwa juu yao. Jaribu kufungua nje zako, na pia kujitoa kwenye madhabahu na entities ambazo zimelalia jamii yako, because entities hakuna kitu wanaleta, entities wanachukua every soul unapata, lazima kuwe na appeasement, lazima kuwe na mwirithishaji huyo, mwenye anarithishwa mikoba wanatumia vibration yake, there's nothing else they are using there. Entities are using using Entities souls to to be able to vibrate na kutatiza wengine, wanatumia soul yako kutatiza wengine. Nothing else. I hope umenielewa vyema.